Katika chapisho kwenye mtandao wa Facebook, Chiroma alitangaza kwamba ushindi wao uko wazi na unapaswa kuheshimiwa. Amehimiza serikali kukubali ukweli wa matokeo ya uchaguzi ama kuitumbukiza nchi kwenye machafuko. Chiroma ameahidi kuchapisha matokeo ya kina kulingana na mikoa na akaongeza kusema, watu wamefanya chaguo lao. Leo ninazungumza na nyinyi kwa hisia kali na fahari kubwa. Kwa pamoja tumeweka historia. Wakati wa kampeni hii, niliona Kamerun iliyosimama kwa uthabiti. Niliona wanawake na wanaume, vijana kwa wazee, waliokabiliwa na vitisho, lakini walibaki kama umoja na ukakamavu Mobilize. Picha za karatasi na ubao wa kujumlisha matokeo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii na kuchochea madai ya ushindi kati ya kambi za Biya na Tchiroma ingawa karatasi hizo za kujumlisha kura zinaruhusiwa kuchapishwa, matokeo rasmi ya mwisho lazima yatangazwe na baraza la kikatiba la nchi, ambayo kulingana na serikali ni hatua isiyopaswa kukiukwa. Biya alikabiliana na wapinzani kumi na moja akiwemo Tchiroma ambaye alijiuzulu kutoka serikalini mwezi Juni na kujiunga na upinzani baada ya miaka ishirini ya kuwa upande wa Biya ya zoezi hilo la kura, mwanasayansi wa siasa wa Cameroon Stephane Akoa aliliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kwamba hawapaswi kuwa wajinga, na akasema wanajua vyema mfumo unaotawala una njia za kutosha za kujipatia matokeo bora ya kura hiyo, lakini alisema kampeni ilikuwa imechangamka katika siku za mwisho kuliko ilivyo kawaida ya hatua hiyo. Hivyo basi, uchaguzi huo una uwezekano mkubwa wa kuwashangaza watu wengi wa raia milioni nane wa nchi hiyo walio ruhusiwa kupiga kura katika uchaguzi huo wa Jumapili wamemjua mtawala mmoja tu katika maisha yao. Katika uchaguzi wa urais wa mwaka elfu mbili kumi na nane mgombea wa upinzani Morris Kamto alijitangazia ushindi siku moja tu baada ya kura kupigwa. Baadaye alikamatwa na mikutano ya wafuasi wake ikatawanywa kwa mabomu ya machozi na maji ya kuwasha, huku baadhi wakikamatwa. Biya, rais wa pili wa nchi hiyo tangu ilipopata uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960 ametawala kwa mkono wa chuma, akiwateua binafsi na kuwafukuza kazi maafisa wakuu pamoja na kuwakandamiza bila huruma wapinzani wote wa kisiasa. Amefanikiwa kushikilia mamlaka kupitia misukosuko ya kijamii, tofauti za kiuchumi na vurugu za kujitenga. DW tunavuma